Hafla ya kumtafuta mtangazaji bora wa ligi ya kandanda ya Kenya ya KPL maarufu super sport bonga boli yaliendelea hapa Mombasa, katika eneo la wild waters, katika eneo la Nyali ambapo kulishuhudiwa talanta, vioja na viroja kwa mpigo. Anapiga mbele pale, anakwenda kumtafuta, anatega moja, hiyo bao! Kipa ameachwa tena, bao la pili hilo limeingia hajabu kabisa! FC Leopards wanaonekana wanafurahia sana mchezo huu, wako juu kabisa. Bao linaingia tena hapo, lala ni gol! Anakuja huku katikati, piga usafi sana kule, kijana amekula kashiba. Maana hatari kule, lalala ni gol, bao la pili lile. Manake ile kutaja majina ya wachezaji ndio ujuzi sasa, ndio unaficha unafichaficha kwa kumumunya, mumunya kule, ndio usitaje vibaya, ndio unapata mtu anasema namba 50 namba 50 anasema gol kuna talanta ile ya kuchekesha ile <laughs> na kuna misemo kweli, misemo ndio atupa, na tuwashukuru sababu, uh, twaona ushupavu wao kwa kutumia lugha ya Kiswahili, na twaona pia kuwa wapenda mpira sana mpira wetu wa Kenya. Watangazaji watarajiwa zaidi wanatarajiwa kujumuika hapa katika siku ya mwisho hiyo Jumapili katika azimio la kuweza kuona nani miongoni mwao atawakilisha eneo hili katika mchujo wa kitaifa unaotarajiwa baadaye mwezi ujao. Kutoka Nyali, mimi ni Saddique Shaban nikiripotia runinga ya KTN.